cha kwanza cha umma kilichokuwa kinaitwa Busisi Boti kilikuwa na uwezo wa kubeba abiria kumi na tano tu na kilikuwa hakibebi magari kutokana na udogo wake. Ilipofika mwaka elfu moja mia tisa sabini na moja serikali ilileta kivuko kingine kilichofahamika kwa jina la MV Mwanza, kilichokuwa na uwezo wa kubeba tani ishirini, sawa na magari madogo matatu au manne kulingana na ukubwa na abiria hamsini kivuko hicho hi kwa sasa ni chakavu. Wengi wetu tunakumbuka ile hadithi maarufu aliyotusimulia Hayati Dr John Pombe Magufuli. Alitueleza kwamba alikuwa anakuja na pikipiki piki yake, anakwenda Sengerema kupeleka posa kwa Mama Janet kwao. Alipofika kivukoni hapa, akaangalia aina ya kivuko kilichokuwepo, akasema mimi siendi, siendi na hichi kivuko. Kwa hiyo akachukua pikipiki yake akapita njia ndefu na alipofika Sengerema akapata taarifa kwamba moja katika mitumbwi iliyokuwa imeondoka kwenda kule umezama na watu wamefariki. Lakini kutoka hapo alipokuwa rais wetu, ndio akasema sasa ile shida na kadhia za watu kuzama sasa basi akaja na wazo la kujenga daraja hili, na mimi baada ya kuondoka kwake nikasema nitasimama imara kuhakikisha maono yake yanatimia. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.